Hello, ndugu zangu wadau wa ufugaji wa samaki leo, nilipenda kujibu maswali yenu kwa vitendo zaidi. Kwa wale waliokuwa wanadai, je, yeah. Hilo turubai ukishanunua, sehemu ile ya kutolea maji tunafanya namna gani, au tunalitoboa au tunafanya kwa staili ya namna gani? Sasa mm -hmm. Unaweza ukaona hapa hili turubai letu tumelitoboa, tumelitoboa hapa kama tunavyoweza kuona mtaalamu wetu analifunga kwa minati analifunga kwa minati kabisa. Akishalifunga vizuri, tunakuja tunaleta bomba letu hili ambalo hili bomba huku chini tumeshavisha herbo, kwa maana herbo yetu ni hii ambayo tayari imeshaandaliwa, na kimo cha bwawa tumeshakadiria ni mita moja kama unavyoona bomba letu ni hili na bwawa letu litakuwa na mita moja kwa futi mbili kwa kule mbele. Kwa hiyo baada ya hapo, linavalishwa. Hebu chukua kwanza uvalishe hapo, chukua uvalishe ili watu waone namna gani ya kuvalishia hapo. Valisha tu hivyo, hivyo, kwanza valisha. Ehe, unaona linakaa kwa namna hii, kwa maana kwamba maji yetu ndani ya bwawa yakishajia, yakifika level hii yataishia kuingia hapa, yakiingia hapo yanatoka ya moja kwa moja tatokea upande wa pili huko, maana hili bomba tumelifukia hapa chini, kwa maana akishatokea upande wa pili huku. Mwisho wa siku, hata siku nahitaji kuvuna samaki wako vile vile, unachomoa tu hili bomba hapa juu, herbo itabaki pale pale, mwisho wa siku ufugaji unaendelea huu. Ndio tunasema ni ufugaji wa bei ya chini, hali ya chini. Maturubai yetu hayana gharama kubwa, imezidi sana laki moja na nusu, au laki, laki moja na themanini. Ni yale maturubai ya blue kwa nyeupe, lakini ikipata zile za pundamilia pia ni nzuri sana, ni maturubai fulani ambayo ya gharama ya chini. Karibuni sana ndugu zangu, tuendelee kufuga samaki. Upande wa pili, nadhani wale wenyeji wanaonifuatilia wanaelewa kuna nini kinaendelea hapo na bwawa la aina gani. Asanteni sana.